ya kusisimua yenye maudhui ya kijadi, migogoro ya urithi na laana ya damu. Hadithi ya asili kutoka jamii ya Kisukuma: laana ya ng'ombe wa urithi. Zamani za kale, katika kijiji cha Bubiki kilichopo kwenye vilima vya Mwanza, aliishi mzee mmoja mashuhuri kwa hekima na mali zake. Alijulikana kwa jina la Mzee Ntobi alikuwa na wake wawili na watoto saba wa kiume, lakini wawili kati yao nachsaka walizaliwa na wake tofauti na walikuwa maadui wa damu tangu utotoni. Mzee Ntobi alikuwa na ng'ombe zaidi ya mia tatu. Alihesabiwa kama tajiri mkubwa wa kijiji, lakini alipofikia uzee, ugonjwa mkali ukamvamia na akalazwa kitandani miezi kadhaa. Wazee wa ukoo walikusanyika wakimshauri aandike urithi wake kabla hajafa, lakini mzee Ntobi, kwa upendo wake kwa familia yote, aliamua kuacha jambo hilo kwa mila ya ukoo, kwamba mwana wa kwanza kutoka kwa mke mkubwa ndiye arithi ng'ombe wa ukoo. Hiyo ilimaanisha Buhumbi, mtoto wa mke mkubwa, ndiye angechukua urithi lakini Chisaka ambaye mama yake alijitahidi kumlea kwa bidii alihisi amedhulumiwa. Siku ya mazishi ya mzee Ntobi, baada ya tambiko kufanyika, ng'ombe mia tatu walichukuliwa na wazee na kukabidhiwa kwa Buhumbi. Chisaka alitoka kimya kimya, lakini ndani yake kulikuwa na moto wa kisasi. Usiku mmoja mwezi ukiwa umekamilika, ng'ombe themanini walitoweka kutoka kwa zizi la Buhumbi. Iligundulika baadaye kuwa walikuwa wamepelekwa mbali katika kijiji cha mbali cha Bukwimba na kuuzwa kwa bei ya juu. Upelelezi wa kijadi kwa kutumia mti wa mnung'uniko ulionesha kuwa aliyehusika alikuwa si mwingine bali Chisaka mwenyewe. Buhumbi alijawa na hasira. Alikusanya vijana wa ukoo na wakaenda kumkabili Chisaka. Maneno yaligeuka matusi, matusi yakawa mapanga. Ndani ya dakika chache, damu ilimwagika. Chisaka aliwawa na panga la kaka yake wa damu. Lakini furaha ya ushindi haikudumu. Usiku huo huo ng'ombe wote wa Buhumbi walipata wazimu, wakaanza kukimbia ovyo, kugonga miti